Tunatamani kulima kilimo cha kisasa lakini kutokana na, na shida tunazokutana nazo, changamoto hali ya hewa pamoja na, na changamoto za kukosa pembejeo na elimu. Pia tunahitaji kupata elimu kutoka kwa wa, watu wetu ambao ni wataalamu wa kilimo, lakini pia hatupati, kwa sababu hatuwaoni kutokana na changamoto hizo. Kwa hiyo tunalima vile tunavyofahamu hata kama tukilima, tukijitahidi tukafanya kama tulivyoelekezwa, kuna changamoto ya magonjwa ya mazao, mahindi na maharage, kuna shida. Lakini kwa sababu hatuna uwezo wa kufanya, tuna tunakaa hivyo hivyo. Hata tunalima kwa bidii, tunaweka nguvu kubwa, tunaweka pesa kulingana na uwezo wetu, lakini hatufanikiwi kwa sababu tunakutana na changamoto tunapokutana hali ni ngumu, hatuwezi tukapata mtu wa kutusaidia kwa haraka kwa sababu hatuna ujuzi wenyewe. Tunategemea tupate msaada kwa watu wetu ambao ni wataalamu wa kilimo, lakini hapa tulipo tunajiuliza, kuna shida gani? Kwa nini hawa watu hawatembei, hawa hawatufuati hawa tu, hawa ili watuangalie hawa kwao, tulikuwa na na tunahitaji kama kuna uwezekano serikali Iingilie kati itusaidie, angalau hawa watu watusaidie kutufundisha, kama tumejifunza tupate kile kinachoweza kutusaidia, maana hata bei ya sasa hivi haiko sawasawa. Mtu unapata unavuna, hata kile ulichokipata unauza kwa bei ya hasara, kwa sababu bei ni mkulima mwenyewe na mfanyabiashara ambaye hafahamiki. E, afisa kilimo au bibi shamba au bwana shamba waweze kutusaidia, kwa sababu wenyewe walikuja kwenye kitongoji hiki, wakajaribu kutufundisha fundisha namna ya kulima kisasa, lakini hawakuweza kutupa mbegu, walituacha hivyo hivyo. Tukajaribu kulima kwenye mistari, tukajaribu kuchukua chukua tumbegu mbegu, tunapanda, lakini hatuvuni sawasawa kwa sababu hatuna mbolea e, na mbolea walijaribu kutusajili. Tuliposajiliwa tukajaribu kufuatilia fuatilia, lakini ni kama vile walikuwa wanatupiga kona au wanatupiga machenga, wanatuambia tukienda ofisini, nendeni, mtarudi tuta, au tutawafuata au tutawatafuta, lakini hawakuweza kututafuta. Halafu hutu tumaharage na hutu tumaindi tunavyolima, hata tunapovuna bei sio nzuri unaweza ukakuta umepata, hata kama umejitahidi tu umepata kama gunia tatu za mahindi, gunia mbili za maharage, lakini bei inakuwa iko chini sana. Kwa mfano debe la mahindi, sasa sasa hivi tunauza shilingi elfu kumi na si kwamba tunapima kwenye kilo, tunapima kwenye vikombe na vikombe vyenyewe, wakikwambia ni debe moja la kilo ishirini utakuta ni kama kilo kilo kumi, kilo ishirini na mbili au ishirini na tatu. Kwa hiyo tunapunjika, tukuwa tunaomba mtusaidie kwenye mbegu, tusaidie kwenye bei ya mazao, mtusaidie hata kwenye pembejeo, halafu angalau tupate pembejeo kwa bei nafuu, maana tunapojitahidi kutafuta tupesapesa au tunapopata kwenye mahindi tukienda tu, tu dukani huko kwenye maduka ya pembejeo unakuta bei mikubwa sana ya mfuko au kimfuko cha kilo mbili unakuta ni kama shilingi elfu kumi na nane, kumi na saba, kitu ambacho hatuwezi kumudu sisi wakulima kulingana na bei ya mazao yetu. Kwa hiyo mimi ningekuwa ninaomba umb e, niombe mabwana shamba na bibi shamba wetu wa kata watufuate mashambani, waangalie tuna changamoto nyingi. Kwa mfano kama sasa hivi tumelima maharage, tuko kwenye msimu wa maharage, tunapanda panda maharage lakini unaweza ukakuta maharage kwenye mstari unakuta yani, kwenye mstari mmoja maharage kama kumi yote yamenyauka, yame ya au yamekuwa njano njano au yamejaribu yameanza kutoboka toboka. Hata sasa hivi tuko shambani, yani ukiangalia kuna dalili za maharage yani anza sasa kuharibika, kwa hiyo hatujui tutafanyaje hata sasa hivi, maana tunaona sasa hivi mambo sio mazuri sana shambani. Nashukuruni sana kututembelea shambani, na shamba hili ni shamba langu. Nimejifunza kulima maharage kwa mstari kupitia mtandaoni, lakini pia mwanzoni, awali tulipata tulipata uzoefu kutoka kwa wataalamu. Changamoto tuliyoipata kwa wataalamu ni kwamba walitupa elimu kwa maneno, hakuweza kutufikia shambani, ili kwamba tuweze kujua ni namna gani ya kupanda. Unajua, mkulima wa kijijini unapomwambia kupanda kwa sentimita, kwanza sentimita, wakati mwingine ni mtu, mtu nakuta haelewi maana ya sentimita. Sentimita ni mambo yanayohusiana na ufundi. Kwa hiyo tunatakiwa, tunaomba wataalamu wa kilimo watutembelee mashambani, wafike. Maana tuna changamoto nyingi, ukiangalia uki, ukizungukia kama shamba hili, kuna maharage yamenyauka. Unaweza kushangaa, umetoka shambani muda huu, unaporudi kesho unakuta maharage yamenyauka. Unapokwenda kuwauliza watu wakulima wenzetu, wanatuambia kwamba ni mnyauko wa maharage. Sasa ishu kubwa tunayoitaka ni wa, wa, maafisa ugani watutembelee maafisa wa kilimo watembelee mashambani ili kwamba tuweze kujua tunatotuaje tuna, tu, changamoto tulionayo kama hii. Lakini pia nitanguliza shukurani kwa wale walitutembelea mwanzoni, wametufundisha kupanda maharage kwa mstari, ambapo baada ya kupanda tuliona mavuno yanaongezeka kwa kiasi fulani kutoka kwenye kurusha mbegu mpaka kupanda kwa mstari. Kwa hiyo tunachokihitaji ni wataalamu wa kilimo kutembelea mashambani, ni kwamba tuweze kuwa na kilimo ambacho kinakuwa na tija kwa taifa. Na hizi fanga hata kwenye mahindi zimo hindi ndio changamoto kubwa ambayo inatupata sisi wakulima. Lakini pia wakati wa ufundishaji tunaweza kuelezea hizi changamoto ambazo hazina tiba. Nyingine changamoto ni mbegu, upatikanaji wa mbegu za kisasa haupatikani kama inavyotakiwa. Kwa sababu tumeisha toa mapendekezo yetu kwa viongozi wa juu, wanatuambia mbegu zinakuja, lakini hatuzipati, hususani kama mwaka huu mbegu za rubango zimetupiga chini. Zilikuja zikiwa zimechakachuliwa, tulivyokuwa tunaipanda nyingine zilikuwa zinaota, nyingine hazioti. Kwa hiyo hizi zote ni changamoto ambazo tunakutana nazo. Hata wakulima tukiwaelezea, huwa wanakata tamaa kwa sababu serikali yenyewe inapoenda kutoa zile naniri mbegu, inatoa mbegu ambazo ni halali ambazo zitamfanya mkulima kuinuka kiuchumi, sio kuendelea kumdidimiza na kumrudisha nyuma.